Rais wa Korea Kusini, Yoon Suk Yeol, ameachiwa kutoka gerezani siku ya Jumamosi, siku moja baada ya mahakama mjini Seoul kufuta hati ya kukamatwa kwake ili kumruhusu kusimama kizimbani yawasi, kwa mashtaka ya uasi bila kuwekwa kizuizini. Picha za televisheni zinamwonyesha Yoon akipunga mkono na kuinama kwa heshima mbele ya wafuasi wake waliokuwa wakipiga kelele kwa kutaja jina lake na kupunga bendera za Korea Kusini na Marekani. Yoon alikamatwa na kufunguliwa mashtaka na waendesha mashtaka mwezi Januari kutokana na amri yake ya kutangaza hali ya kijeshi Disemba 3, 2024, ambayo ilisababisha machafuko makubwa ya kisiasa nchini humo. Bunge linalodhibitiwa na upinzani lilipiga kura ya kumwondoa madarakani, jambo ambalo lilisababisha kumsimamishwa kwake katika wadhifa wa urais wa nchi hiyo. Mahakama ya Katiba inaendelea kujadili iwapo itaidhinisha kufutwa kwake kama rasmi kama, ama kumrejesha madarakani Yoon. Ikiwa mahakama itaunga mkono kuondolewa kwake, uchaguzi wa kitaifa utafanyika ndani ya miezi miwili ili kumpata mrithi wake. Mahakama ya Wilaya ya Seoul nchini humo ilisema Ijumaa kuwa imekubali ombi la Yoon kuachiliwa kutoka gerezani ilieleza haja ya kushughulikia maswali kuhusu uhalali wa uchunguzi dhidi ya urais huyo. Mawakili wa Yoon wameshitumu taasisi ya uchunguzi iliyoamuru kukamatwa kwake kabla ya hati rasmi ya kukamatwa wakidai, hai haikuwa na mamlaka ya kisheria kuchunguza mashtaka ya uasi. Mahakama ya Seoul pia ilisema kuwa kipindi cha kisheria cha kukamatwa kwake kilimalizika kabla hajafunguliwa mashtaka rasmi mahakamani. Uamzi huo ni mwendelezo wa mtikisiko wa kisiasa wa Korea Kusini ambapo inatajwa kuwa taifa la nne kwa ukubwa kiuchumi barani Asia, ambalo mtikisiko uliowahi kulikumba taifa hilo ni ule wa janga la kiuchumi lililokumba mataifa mbalimbali ulimwenguni kati ya mwaka 2007 hadi 2009. Rais Yoon alijikuta akijipalia makaa ya moto Desemba 4, 2024 baada ya kutangaza kwa umma kuwa taifa hilo litakuwa chini ya usimamizi wa sheria ya kijeshi, ni martial law, jambo lililopingwa na wabunge wa upinzani na kuwalazimu wananchi kuingia mitaani kupingana na amri hiyo. Kwa mujibu wa Yoon, alifikia uamuzi huo baada ya kuona dalili za uvamizi kutoka nje ya nchi na uwepo wa mapandikizi katika serikali yake kutoka Korea Kaskazini, jambo alilodai namna pekee kwa kulinusuru taifa hilo ni kuliweka chini ya sheria ya kijeshi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.